Tarehe 30 Juni mwaka wa 2025, Jamhuri ya, ya Kidemokrasi ya Kongo inaadhimisha miaka sitini na mitano ya uhuru kutoka kwa mkoloni wake Ubelgiji ambapo muasisi wa uhuru huo Emery Patrice Lumumba alipambana ili kwamba nchi hiyo ipate uhuru wake. Miaka sitini na mitano sasa imetimia wakati eneo kubwa la mashariki mwa nchi hiyo liko chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tatu kipenda ambao wanasaidiwa ama wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Miaka sitini na mitano imefanyika ama ime, uh, imefika wakati uh, wananchi katika nchi hiyo wakishuhudia kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Congo na Rwanda katika mji wa Washington DC ambapo walialikwa mawaziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner kutoka DRC, naye Olivier Ndungirehe kutoka nchi ya Rwanda, na hiyo ilikuwa ni mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika hotuba yake kwa wananchi, Rais Felix Tshisekedi amekaribisha utiaji saini makubaliano hayo akisema wazi kwamba makubaliano hayo yanaleta enzi mpya kuelekea amani, utulivu lakini vile vile ushirikiano wa kikanda kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Hata hivyo, makubaliano haya yamekaribishwa shingo upande na wapinzani ambao wanahisi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameuza nchi, ameuza madini ya nchi kwa Marekani, ingawa baadhi wengine wanasema wazi kwamba tusubiri tuone kitakavyotokea. Iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa, basi amani ya kudumu huenda ikapatikana eneo hilo la mashariki mwa DRC.